Jaribu tu kuangalia kadhia iliyotokea siku hizi mbili tatu baina ya mambo yanayoendelea katika hususan katika nchi ya Tanzania, ambapo taifa hili lina uko katika wakati wa, wa uchaguzi ambapo wanajiandaa wenyewe masala yao ya uchaguzi anajiandaa, lakini hapa naenda moja kwa moja kwenye kadhia ambayo inayotokea baada ya viongozi wa, wa taifa la Tanzania kutoa kauli baada ya kuona, nafikiri wamekosewa heshima na baadhi ya viongozi kutoka katika mataifa mengine, ama viongozi kutoka wanaojiita wanaharakati haki za kibinadamu ama pia wanaojiita mawakili wa sheria za za ulimwengu, hizi tunazoziona wakija wa kusikiliza maskili kesi ambayo ni ya mmoja wa kiongozi wa chama cha upinzani katika nchi hii ya Tanzania, wakisikiliza ambaye mtu huyu anatuhumiwa kwa utomvu wa adabu ama kwa utovu wa heshima, e, kwa utovu wa nidhamu, nadhani utovu wa nidhamu huko aina nyingi sana na, maana kwa utovu wa nidhamu huu unaomkabili yeye, amevuka mipaka kwa kuatukana viongozi kwa kuongea kauli ambazo haziendani na, na, na, na sheria za nchi Susani maneno hayo labda akiyazungumza, lakini nafikiri serikali ya nchi yake kama serikali ya nchi ya Tanzania ime ime imemchukulia hatua na kesi yake inazungumziwa. Lakini baada ya hapo kukaja watu kutoka mataifa jirani, mara kwanza akakaribishwa mwanasheria yule, akasikiliza kesi, lakini akaongea maneno ya kuivunjia heshima mtawala na kuivunjia heshima vyombo vya sheria katika nchi hii na kuona kwamba vyombo hivi labda vina vinajaribu kumdhuruma na ile hali kesi inazungumziwa. Sasa lengo langu mimi haliko hapo, lakini lengo langu liko nitaenda moja kwa moja kwenye mambo ambayo ni muhimu ambayo ndio lengo la kurekodi audio hii mambo muhimu ni kwamba tu ni kuwaambia watu hususani, kama watu wa Tanzania, wananchi wa Tanzania na wananchi wa Kenya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, taifa la Tanzania ni taifa ambalo lina nidhamu zenye zinazoendana na maadili ya wanadamu na zinaendana na watu waliostaarabika, kwa sababu taifa la Tanzania haliruhusu uhuru wa kuongea unachotaka, na ni kweli na maana katika kuruhusu kila mtu aongee anachotaka, anachohisi Ina maana huu ni utongu wa nidhamu, ama inaambiwa ni sehemu ambayo ya watu ambao hawana utaratibu wa wa mazungumzo kwamba haya ni mazungumzo gani yanastahiki na haya ni mazungumzo gani hayastahiki. Sasa, kwa mujibu wa mfumo huu wa, wa, wa nchi ya Tanzania, imeamua utaratibu huu kwamba ndio utaratibu mzuri wa kuongoza taifa lao, sawa. Kwa hiyo utaratibu huu unakosolewa na baadhi ya wananchi ama baadhi ya viongozi wa chama kwamba huu si utaratibu nzuri, lakini kwa sababu ni kwamba wana maslahi binafsi, ndio maana utamaduni huu wanaokosoa. Lakini kusema ukweli, ndio taratibu nzuri, kwa sababu kiongozi ama mtawala ni zaidi ya mzazi, jinsi ya majukumu alivyo yabeba yeye ya kulinda ye, nini watu wake, basi na kuangalia madhaifu yake, kwa sababu kama ni madhaifu, kila mwanadamu ana madhaifu, hata baba wa nyumba baba anayekuwa ana mke na watoto ndani ya nyumba ana madhaifu, lakini sidhani kama huyo baba anakubali kuona watoto pale anapokuwa na madhaifu, watoto anamsimamia kidete hadharani, kimtusi, kumkosoa. Sidhani kama huyo baba atalielewa. Hakuna baba wa aina hiyo sawa, hakuna baba wa aina hiyo. Sasa hizi ni nizamu ambazo zinatokamana na watu ambao hawana maadili yani, tusani, watu ambao wamekosa maadili mazuri. Sasa vijana wa Tanzania na vijana wa kutoka nchi ya Kenya wame kuna utaratibu fulani sasa, ni kuna utaratibu fulani vijana wa wa Tanzania wanaona kwamba huu utaratibu huu utaratibu waliokuwa nao vijana wa kutoka Kenya ama nizamu za nchi ya Kenya nizamu bora ama sheria za nchi ya Kenya za kuwa na uhuru wa kuongea unachotaka ni sheria nzuri, lakini sheria hizo sio sheria nzuri kwa sababu sheria hizi zilitungwa na watu ambao ina maana hawakujua madhara yake na, ma, na, na, na, na, na manufaa yao. Ina maana ni watu ambao wametunga hizi sheria wakiwa, tunawaheshimu ni viongozi na zilitungwa na wanasiasa kwa mihemko yao ya kimaslahi na kuangalia kwamba wana, wana Sa, lizi, kwa maslahi fulani wanaohitaji sawa, wakatunga sheria hizi kwa ajili ya kutetea maslahi yao. Lakini kiufupi nidhamu hizi sio nidhamu za kuwalea watu, kwa sababu zinakuja ku, kutoa jamii ambayo haina adabu ama haina heshima na viongozi sawa na kama tuta kama tutasema kwamba mfumo wa kupiga kura ndio mfumo ndio mfumo ambao tunategemea kupata viongozi mbona iko mifumo mingi? Tuone kama mfumo ndio mfumo wa kuchagua viongozi, iko mifumo mingi ambayo inafaa kuchagua kiongozi, sio lazima tuende kwenye vurugu za kupiga kura sawa. Iko mifumo mingi ya kuchagua kiongozi ambapo wale watu viongozi walioko kule juu wakikubaliana, wanachagua kiongozi na kiongozi anataka kwa ajili tena. Utaratibu huu utaratibu mzuri sana. Sasa tukija tukiangalia kwamba wale wanaoituhumu Tanzania kwamba ni taifa ambalo la watu ambao wanakandamiza watu, kifupi tunasema kwamba ni watoto ambao hawana adabu na wamelelewa mazingira ambayo hayana adabu. Kwa maana sasa, mazingira ukiwa umelelea mtoto bila kumpa misingi ya ya adabu, unajua kwamba huu ni mkubwa wako uzungumzi naye vipi? huu ni mkubwa anazungumziwa vipi ikiwa nidhamu zao zinawaruhusu? Tunasema hii nidhamu haiko sawa, kwa sababu ni nihamu ya kumkosea mkubwa ada, adabu, sawa, wala sio nidhamu ya kwamba wewe uko huru, hakuna nidhamu ya sasa. Tunashughudia kwamba hii nchi ya Tanzania ni nchi ambayo nidhamu zake ina hizo sheria zake, ni sheria ambazo zinaendana hata na zinaendana na sheria ambazo na mfumo wa kibinadamu, kwamba mwanadamu lazima awe na utaratibu wa kumtii kiongozi wake. Basi na kumtii kiongozi na kumuheshimu, hakuna, hakuna uongozi bora sawa. Shida zetu ziko pale pale, na shida zinazotokea katika nchi ama umaskini ama uchumi kuwa mgumu, si kiongozi ama ufisadi, sio kiongozi mmoja anayekuwa madarakani. Hivi kweli nyinyi naamini kwamba rais ndio mfisadi ndio anaweka wafisadi nchi ya kenya imebadilisha marais wangapi na vyama mara ngapi mbona hakupatikani kwa sababu watu ni hawa hawa eh? wewe mwenyewe unamlaumu rais ni mfisadi na wewe pia ni mmoja wapo wa wafisadi umewekwa kwenye sekta ama unafanya biashara yako unafanya ushi unadanganya watu eh? leo hii unamtaka mwenzako awe mwadilifu atatoka wapi na gati sisi ni kizazi cha kwa cha, cha, cha, walaghai kwa hiyo kitu nachotaka kuzungumzia ni kwamba vijana wasilichukulie taifa fulani kwamba taifa kwamba lina limeelimika bali, natakana wawe na elimu, hilo taifa ndio walione kama limeelimika. Bila elimu tapata mpumbavu, kwa sababu tumekuwa tukiwaiga wazungu. Wazungu wazungu ni watu ambao wa hawana utaratibu nzuri, yani anyway, wengi, wow, wao katika mataifa yao, kwa sababu wao wamekosa ile hekima ya kupata utaratibu ya kupata mwongozo wa, wa kufuata sheria za mwenyezi Mungu. Sasa mataifa mengi ya Afrika wana, wana mwongozo wa kufuata sheria za mwenye, wengi wao wa kwamba watu wana imani za kuamini mwenyezi Mungu, na hata viongozi wao wanaenda kwenye majumba ya ibada wakiamini kwamba kule wanaenda kumwabudu mwenyezi Mungu, na wanapata wanaenda kumwabudu Allahu. Sasa kwa mujibu wa hayo, ipo haja ipo haja ya watu kukaa sasa kujifunza na watu kurudi katika nini, kurudi katika katika imani zao waangalie. Kwa sababu hivi nyinyi watu nini, mpaka kuja kujitengenezea sheria zenu ambazo hizo sheria sasa leo haziwanufaishi. Si mliacha sheria za, za, za, za, za, za, za, za, za dini zenu maana hizi dini zenu ambazo mnaenda kuabudu kila siku za ibada, wengine wanaenda kanisani, wengine wanaenda msikitini. Hizi dini mnazoamini zina sheria. Kwa nini, kwa nini mshindwe kuzifuata hizi sheria? Kumaanisha nyinyi, sisi watu sio watu waaminifu. Na ndio maana kama umeshindwa kuamini katika sehemu ambao umeweka imani yako, kuamini kwamba hapo utasamehewa madhambi yako, hapo utapata thawabu, umeshindwa kupaamini, leo hii upewe ima, upewe amana, upewe amana na watu wa kuamini na wakati wewe sehemu yako, sehemu ya imani yako ama ze... Mungu wako unaemwabudu umeshindwa kumwamini, kivipi utaweza kuhifadhi amana za watu? Umeshindwa kuhifadhi amana ya Mungu wako kwamba wewe uwe, uwe kiumbe kiumbe mwadilifu kumwamini Mungu wako kivipi? Kwa mfano kama kama kama kama kama huyu huyu mwanasiasa mmoja huyu ambaye anaamini kama ni Kristo na anaamini kwamba ameamini sana katika hiyo demokrasia na hiyo siasa mpaka anawatukana anatukana kiongozi ambaye ni rais wake yuko mamlakani. Ni subira ndogo tu ilimshinda yeye, wakati katika vitabu vyake ameambiwa ukipigwa kofi geuza na upande huu. Sasa ikiwa wewe umeshindwa kuvumilia kupigwa kofi upande huu ukakiasi kitabu, kitabu chako hizo sheria unazozitunga wewe utaweza kuziheshimu kuzi, kuzi, kuzi? Haiwezekani, huu ni uongo na hapa ndio tunakuta kwamba sisi ni jamii ambao elimu imekuwa ni changamoto. Halafu tumezitupa elimu za dini zetu, hatutaki kusoma, na pia mbali na kusoma, tunaposoma hatuziamini ipasavyo, na ndio maana sasa madhara yamekuwa ni mengi kuyo, tuna, tuna, tuna. Kwa hiyo tuna tunanasihiana kwamba tuheshimu, tuheshimu, tuheshimu viongozi wetu mtu ambaye amheshimu kiongozi basi, huyo mtu hata adabu hana kwa mzazi wake, kwa sababu kiongozi ni zaidi ya mzazi sasa. Kwa hiyo mtu huyo hana adabu hata kwa wazazi wake. Kiufupi, tunaweza tukasema ikiwa taifa la Kenya wanajitamba kwa sheria hizi za uhuru wa kuongea chochote cho unachokitaka, na basi tunasema kama kweli hizi hizi sheria wanajisifia nazo na wanajipiga kifua, basi tunasema wao wanatetea utomvu wa adabu, halafu wanazalisha vizazi ambavyo havina adabu, kwa sababu tumeona kama na sheria hizi zinavyangamiza vizazi vyao. Wakati juzi hapa waliingia katika nini, waliingia katika harakati ya kumpinga mtawala, vijana hao ambao taifa hili linalojisifu kwamba sisi tumeendelea katika maendeleo ya uhuru uhuajta, wakauawa vijana. Sasa kwa nini? Mbona hawa watawala automatic, yaani ilivyo tu yenyewe kiuhalisia, ndani ya huyo mtawala halikubali hili jambo. Kwa nini asiwaache tu wakaenda kufanya maandamano, wakavuruga, kwa sababu ni haki yao? Kana aliweka jeshi na akazia, wakashindwa kuingia kwenye zile kwenye zile nani sehemu husika, na vijana wakauawa, wakachoma majengo ya bunge. Sawa, sasa hii si ni hasara kwa taifa? Nalalamikia maisha magumu, uchumi ule ule, unaogharamikia huu uchumi ndio unaokuja ndio unaofanya unakuja kufanya una nini ndio ndio unaokuja kutengeneza nini unaokuja kurudisha kutenge. Kutengeneza sehemu. Ni jaati kiukweli, hawa sio watu walioelimika. Hawa ni watu ambao wanahitaji kuelimishwa kujua maslahi yao ya kibinadamu. Sasa endapo kama tutachukulia kama kiigizo, huwezi kumwiga mtu ambaye hayuko sawa huwezi kumwiga mtu ambaye hana, hana maadili mazuri. Nazungumzia kwamba ikiwa kama wanajisifu na hizo nidhamu, hizo nidhamu sio nidhamu nzuri, sawa? Kwa sababu hata mafundisho sieti, hata mafundisho ya dini zetu yanatufundisha kuwaheshimu viongozi wa taifa. Sasa ikiwa kuna kuna mafundisho ambayo yamekuja sisi tusiwaheshimu viongozi tusijue haki za viongozi ni zipi. Kwa maana haya mafundisho sio mafundisho ya ukotoshaji, na ni ni ni nidhamu ni, ni, ni, ni, ni, ni za ukotoshaji. Kwa hiyo hatuwezi kung'ang'ania katiba, na ndio maana wengine mpaka wanasema katiba sio vitabu vya Mwenyezi Mungu, vinabadilika. Kwa hiyo kama katiba hizi mlizozitunga ndio ambavyo zinaruhusu kuwakosea watawala heshima, basi tunasema katiba hizo zibadilisheni, kwa sababu katiba hizi zinaenda kinyume na mafundisho yaliyoko katika vitabu kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu. Na ikiwa yanaenda vinyume, basi ninyi ambao mnajiita kwamba ni watu mlioalimika, hamwezi kuwaalimika ikiwa mmemkosea aliyewaumba, ikiwa hamheshimu aliyewaumba, kwa sababu mmefanya mambo ambayo yanakuja kufanya nini? Yanakuja kuleta uharibifu katika ardhi. Kwa hiyo haiwezekani tukaita tukasema kwamba hawa wenzetu wanaendelea wana uhuru la, hakuna uhuru wa kuongea kila kitu unachotaka. Kwa haya machache, tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie na amani, na wale ambao wanaamini kwamba katika kuleta fujo labda ndio njia ya kupata mafanikio, hakuna mtu aliyepata mafanikio katika fujo, isipokuwa katika kukaa, kumwomba Mwenyezi Mungu atuletee, atujalie, awape hekima viongozi wetu mm. Kukaa na amani na utulivu na tuwe waadilifu, huko ndio kuwa na mafanikio. Haya machache kuna mamba Mwenyezi Mungu basi atujalie amani katika nchi zetu na awape viongozi wetu hekima na awalinde na awabadilishe wale wenye nia ya kuleta vurugu na awafanye kuwa watu wema, awaongoze katika njia iliyo nyooka. Hawa watu hawa, kwa sababu wameharibika nyoyo zao mpaka hawajua tetalitendaro, tunamwomba Mwenyezi Mungu awaongoze katika